Mashariki ya Kati imejikuta tena kwenye ukingo wa mzozo. Mvutano kati ya Iran na Marekani pamoja na mshirika wake wa karibu, Israel umeongezeka sana. Katikati ya hali hii tete ni mpango wa nyuklia wa Iran na uwezekano wa Jamhuri ya Kiislamu kupata silaha za nyuklia. Hali inazidi kuwa ngumu kutokana na historia ya kutoaminiana, matamshi ya uchokozi na maonyesho ya kijeshi. Sura ya hivi karibuni katika sakata hii inayoendelea ilianza na onyo kali kutoka Iran. Lililoelekezwa kwa Marekani na Israel. Iran kwa upande wake imesisitiza mara kwa mara kwamba mpango wake wa nyuklia ni wa amani kabisa. Tehran inashikilia kwamba inataka tu kuendeleza nishati ya nyuklia kwa matumizi ya raia. Hata hivyo, Marekani na washirika wake wanaendelea kutilia shaka madai ya Iran. Wanaelekeza kwenye historia ya Iran ya kuficha vipengele vya mpango wake wa nyuklia na uungaji mkono wake kwa makundi ya wapiganaji katika kanda hiyo kama ushahidi wa nia yake mbaya. Katika kuongezeka kwa matamshi, Ali Larijani, mshauri mwandamizi wa kiongozi mkuu wa Iran, alitoa onyo kali kwa Marekani na Israel. Larijani alitangaza kwamba shambulio lolote la kijeshi dhidi ya Iran litakuwa na matokeo mabaya. Alionya kwamba shambulio kama hilo lingeilazimisha Iran kufikiria upya msimamo wake kuhusu uundaji wa silaha za nyuklia. Kauli hii inayotoka kwa mtu aliye karibu na Ayatollah Khamenei ina uzito mkubwa katika siasa za Iran inawakilisha ishara wazi kwamba Iran iko tayari kuchukua hatua kali ili kuhakikisha usalama wake na kuzuia uchokozi wa kigeni. Jumuiya ya kimataifa imejitahidi kwa muda mrefu kuizuia Iran kupata silaha za nyuklia. Mkataba wa nyuklia wa mwaka 2015 unaojulikana rasmi kama mpango kamili wa utekelezaji wa pamoja au JCPOA, ulikuwa makubaliano muhimu yaliyolenga kudhibiti mpango wa nyuklia wa Iran kwa kubadilishana na unafuu wa vikwazo. Hata hivyo uamuzi, wa utawala wa Trump wa kujiondoa kwenye JCPOA mwaka 2018 na, na kuiwekea tena vikwazo Iran umeongeza kwa kiasi kikubwa mvutano. Viongozi wa Iran, wakiwemo makamanda wake wa kijeshi, wamesisitiza mara kwa mara utayari wa nchi hiyo kujilinda dhidi ya shambulio lolote. Jenerali Ali Hajizadeh, kamanda wa kitengo cha anga za juu cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, alionya kwamba vituo na maslahi ya Marekani katika eneo hilo viko ndani ya masafa ya makombora ya Iran. Kauli hii inaonyesha uwezekano wa mzozo mpana zaidi iwapo mzozo utatokea kati ya Iran na Marekani. IRGC, tawi la jeshi la Iran, lina jukumu la kulinda mfumo wa Kiislamu wa nchi hiyo na lina ushawishi mkubwa wa kisiasa na kiuchumi nchini Iran. Kuongeza kwenye orodha ya maonyo, watu wengine mashuhuri wa Iran wametoa wasiwasi wao na kuelezea msimamo wa Iran. Spika wa bunge Mohammad Bakar Kaliba aliunga mkono onyo la Larijani, akisema kwamba washirika wa, wa Marekani katika eneo hilo hawataachwa iwapo Marekani itashambulia Iran. Ismail Bakai, mwandishi mwandamizi, alilaani mashambulizi ya Israel huko Beirut na kuongeza mvutano wa kikanda. Kuongezeka kwa mvutano wa hivi karibuni kunaweza kufuatiliwa hadi Februari 2025, na wakati rais wa zamani wa Marekani Donald Trump, katika hatua inayofanana na muhula wake uliopita madarakani, alitoa onyo la miezi miwili kwa Iran. Trump alikitishia hatua za kijeshi ikiwa madai yake hayatatimizwa. Pia alionyesha nia yake ya kufanya mazungumzo na Iran, huku akiendelea na sera ya utawala wake ya shinikizo la juu kupitia vikwazo. Kufuatia kumalizika kwa muda wake wa mwisho, utawala wa Trump uliweka vikwazo kwa waziri wa mafuta wa Iran Mohsen Paknejad na kuongeza shinikizo la kiuchumi kwa Tehran. Katika kuonyesha nguvu, Marekani pia ilipeleka meli za kivita katika eneo hilo, ikiwa ni pamoja na USS Harry Truman hadi Bahari Nyekundu na Carl Vinson hadi guba ya Uajemi. Mabomu ya bidu pia yalipelekwa katika kituo cha kijeshi cha Marekani huko Diego Garcia katika Bahari ya Hindi. Upelekaji huu wa kijeshi ulionekana sana kama onyo kwa Iran na jaribio la kuzuia uchokozi wowote unaoweza kutokea.